Tutaenda kuangalia nini maana ya vidonda vya tumbo, kundi la dawa ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapata tatizo hili. Sababu nyingine ni pamoja na kula chakula kibichi, kitaalamu inajulikana kama triple therapy. Karibu katika channel yetu ya Royal Polyclinic. Na leo tutakuwa na mada yetu kuhusu vidonda vya tumbo, tatizo hili kwa kitaalamu tunaliita peptic ulcer disease. Tutaenda kuangalia nini maana ya vidonda vya tumbo, tutaenda kuangalia visababishi ambavyo vinaweza vikampelekea mtu akapata tatizo hili, lakini pia tutaangalia zipi dalili na namna ambavyo mtu anaweza kujikinga ama kujizuia kuepukana na tatizo hili. Vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linasababishwa aidha kwa maambukizi ya bakteria au matumizi yaliyozidi ya dawa za kupunguza maumivu. Na kundi la dawa ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapata tatizo hili ni nani? Steroido anti-inflammatory drugs. Matumizi holela au kuzidisha matumizi ya dawa hizi inaweza ikampelekea mtu akapata tatizo hili, lakini pia maambukizi ya bakteria aina ya H. pylori inaweza ikampelekea mtu akapata tatizo hili kutokana na kwamba bakteria hawa hushambulia kuta za tumbo na kuweza kusababisha vidonda. Zipo sababu mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapatwa na tatizo hili. Miongoni mwa sababu kuu ambazo zinachangia kwa kiwango kikubwa mtu kuweza kutana na tatizo hili ni kutoku, kutoku kuto kutengeneza ama kuwa katika mazingira ya usafi ikiwa ni usafi wa mazingira, mwili, pamoja na vyakula. Kwa mfano, kutokuosha mikono kabla na baada ya kula, lakini pia kuosha mikono pale mtu anapotoka chooni. Sababu nyingine ni pamoja na kula chakula kibichi au kula chakula ambacho hakijapikwa kwa kiwango cha kuiva sababu nyingine ni kula chakula ambacho kimepikwa chini ya kiwango. Hizi zinaweza zikapelekea mtu akakutana na bakteria hao na akaweza kuingiza katika mwili na kumsababishia akapata changamoto hiyo. Ama kwa upande wa dawa za kupunguza maumivu ambazo zinachangia mtu kupata tatizo hili ni kutokana na kwamba dawa hizi huenda kuzuia seli zinazohusika na, na kuzalisha ute ute ambao una kava kuta za tumbo ili kuweza kuzuia tumbo lisiweze kuathirika kutokana na ukali wa asidi iliyoko tumboni. Hivyo basi, endapo mtu atazidisha matumizi ya dawa hizi hupelekea ule ute ute kuweza kupungua na kusababisha asidi kuweza kuzifikia kuta za tumbo na kuweza kuziharibu ama kuzi, kusababisha matundu na vitu kama hivyo. Sasa ni vipi ama ni ishara gani mtu ambazo ataziona zitampa kiashiria kwamba ana changamoto ya vidonda vya tumbo? Moja ya dalili kuu ya mtu mwenye tatizo hili ni kuhisi maumivu ya tumbo, maumivu ya tumbo ambayo yanakuwa kama tumbo linawaka moto, lakini pia kuna kuhisi kiungulia. Sababu nyingine pia ni tumbo kujaa gesi, kuhisi kama tumbo limejaa muda wote. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa hujala au umekula chakula kidogo, lakini unahisi tumbo limejaa. Sababu nyingine au dalili nyingine ambayo mtu anaweza kaihisi au kuipata ni pamoja na kutapika ama kuhisi kutapika, lakini pia kupoteza hamu ya chakula. Kutokana na tatizo hili mtu anaweza kakumbwa na madhara mbalimbali mbali. Miongoni mwa madhara hayo ni upungufu wa damu mwilini. Upungufu wa damu mwilini unakuja kutokana na kwamba bakteria hawa wanashambulia kuta za tumbo, hivyo kupelekea matundu ama kutoboa kuta za tumbo na baadaye kuta za tumbo kuanza kuvuja damu, hivyo kupitia kuvuja damu mtu anapoteza damu na kiwango cha damu mwilini kuweza kupungua. Lakini pia endapo tatizo hili litaachwa bila kupatiwa matibabu kwa muda mrefu inaweza ikapelekea mtu akapata stomach cancer ama kansa ya tumbo. Hivyo basi, katika maelezo yangu yaliyopita tumeona ya, ya kwamba tatizo hili endapo likiachwa bila kupatiwa matibabu inaweza likapelekea matatizo makubwa zaidi ambayo yatamgharimu mtu kwa kiasi kikubwa. Hivyo basi, ni bora endapo utahisi dalili hizi mapema ukaweza kuwahi hospitali ili uweze kupata matibabu pamoja na ushauri wa kitaalamu. Endapo utaenda hospitali na ukajielezea kwamba unahisi dalili hizi, basi daktari ataangalia aina ya dawa ambayo itaweza kukufaa kutokana na tatizo hili. Na mara nyingi dawa ambazo zinatumika kitaalamu, inajulikana kama triple therapy. Triple therapy ni matibabu ambayo yanajumlisha antibiotiki mbili pamoja na proton pump inhibitor aina ya dawa ambazo zinatumika kupunguza kiasi cha asidi tumboni ili tumbo liweze kuponywa, na hizi antibiotiki mbili zinafanya kazi ya kuwaua bakteria. Hivyo basi ukifata maelekezo ya daktari na ukakamilisha dozi, tatizo hili linatibika kabisa na utarudi kuwa kama mwanzo. Siku zote kinga ni bora kuliko tiba, hivyo basi kuna njia mbalimbali mbali ambazo unaweza ukazitumia ili kuweza kujikinga na ugonjwa huu. Miongoni mwa njia hizo ni kuzingatia usafi katika mazingira yako pamoja na wewe mwenyewe, kwa mfano kunawa mikono kabla ya kula chakula, kuosha mikono na sabuni mara baada ya kutoka chooni. Lakini pia katika vyakula ambavyo tunakula kuhakikisha ya kwamba vimeoshwa na ni visafi, lakini pia hata pale vinapopikwa basi vipikwe viweze kuiva. Kwa kuhitimisha, kwa mtiririko wa mada kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kama utahisi kuna dalili mojawapo au zaidi katika nilizozizungumzia ambayo unaihisi, usisite kufika Royal Polyclinic tuliopo Ilala Bungoni kituo msaada garage. Utapokelewa vizuri utapata ushauri wa kitabibu pamoja na tiba ili uweze kuondokana na tatizo hilo. Lakini pia usikose kusubscribe katika channel yetu ya Royal Polyclinic, kulike, ku comment na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ya vipindi vyetu vijabu.